Leo tarehe mbili mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano kutoka kuzikwa kwake Papa Yohane Paulo wa pili. Papa Yohane Paulo wa pili alitembelea Tanzania kuanzia tarehe moja hadi tarehe tano 5 Septemba mwaka 1990 akiwa katika ziara yake ya kitume barani Afrika. Katika ziara hiyo alitembelea Dar es Salaam, Morogoro na Arusha ambapo alikutana na waamini wa kanisa Katoliki, viongozi wa dini na serikali, na aliongoza misa kubwa katika uwanja wa Taifa. Sasa uwanja huo unajulikana kwa jina la Benjamin Mkapa. Sankti subito ni kauli ya kilatini inayomaanisha mtakatifu mara moja, au mtangaze mtakatifu mara moja. Kauli hii ilisikika kwa nguvu baada ya kifo cha Papa Yohane Paulo wa pili tarehe mbili mwezi wa nne mwaka elfu mbili na tano wakati wa mazishi yake tarehe nane mwezi wa nne mwaka elfu mbili na tano maelfu ya waamini waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro walitamka kauli hii wakitaka Papa Yohane Paulo wa pili atangazwe mtakatifu haraka kutokana na maisha yake ya kiroho, mchango wake mkubwa kwa kanisa na dunia, pamoja na miujiza iliyopitiwa baada ya kifo chake. Kwa kawaida mchakato wa kumtangaza mtu kuwa mtakatifu huchukua muda mrefu, lakini kutokana na shinikizo hilo, Papa Benedikto wa kumi na sita aliruhusu mchakato wa beatifika, hatua ya kwanza ya utakatifu, kuanza haraka zaidi badala ya kusubiri miaka mitano kama ilivyo kawaida. Hii ilimfanya Papa Yohane Paulo wa pili kuwa mmoja wa mapapa waliotangazwa watakatifu kwa kasi kubwa katika historia ya kanisa. Mnamo tarehe moja Mei elfu mbili kumi na moja alitangazwa mwenye heri blessed na hatimaye tarehe 27 mwezi wa nne elfu mbili na kumi na nne Papa Francis alimtangaza rasmi kuwa mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Asante, karibu sana. Uendelee kuwa nasi katika chaneli yetu hii ya Lisha Ubongo.